Ilikuwa ni majira ya asubuhi iliyo safi. Tamara mama wa mtoto mmoja akiwa nje ya nyumba yake ya udongo na baba yake mzee Juma akipata kifungua kinywa. Tamara alikuwa ni mama wa mtoto wa kiume mdogo aliyeitwa Amani. Amani alikuwa ni mtoto wa mama kwani hakupata kabisa malezi ya baba yake. Leo hii Tamara pamoja na baba yake walikuwa na nyuso zenye hofu kubwa ndani yake. Wawili hawa walikuwa ni wachawi kwani wakazi wengi wa kijiji cha Kombo walikuwa pia ni wachawi. Tamara akiwa na mwanayo mgongoni alimwambia baba yake, "Baba, umejiandaa vipi na siku ya kuchagua damu ya kafara? Nadhani unajua kuwa siku hiyo kuna kulia ama kufurahi." Tamara aliongea akiwa na hofu sana. Baba yake alisema, "Wacha tuone binti yangu, damu itakayochabuliwa na mizimu ndiyo itatolewa. Hakuna anayeweza kulikwepa hilo." Wakazi wengi sana wa kijiji hiki walikuwa ni wachawi, wakiwemo Tamara na baba yake wawili hawa walikuwa wakiongea kuhusu siku ya kesho, siku ambayo ilijulikana na wachawi kama siku ya uchaguzi wa kuzimu. Siku hii kila mchawi aliipenda sana na kuiogopa pia. Ilikuwa ni siku ambayo wachawi wengi watafurahi sana, lakini mmoja wao atalia kwa uchungu, na hakuna aliyejua kuwa ni nani atakayelia. Mzee Juma alimshika Tamara mkono na kumwambia mwanangu, usiogope, naamini siku ya uchaguzi wa kuzimu haitakuwa mbaya kwetu na ninaamini pia unajua kuwa kafara itakayotolewa ni kwa ajili ya ndoto za wachawi wote. Wawili hawa walikuwa wakiongea huko, kila mmoja akiwa na hofu ndani yake. Basi walimaliza kula na kila mmoja aliingia ndani kupumzika, kwani itakapofika mchana wataanza safari ya kuelekea eneo ambalo wachawi huwa wanakutana na kuchagua ni nani atolewe kafara. Kila mmoja alijipumzisha akifikiria kesho. Muda ulipita na mchana ukafika. Tamara akiwa na mwanaye mgongoni pamoja na baba yake walianza kujiandaa kwa safari. Walimaliza maandalizi ya safari na safari ilianza. Walikuwa wakielekea katika kijiji kimoja kilichoitwa Kijiji cha Kuzimu. Kijiji hiki ndicho kilikuwa eneo ambalo wachawi wote wanakutana na kuchagua damu ambayo itakuwa kama sadaka kwa mizimu. Sadaka hiyo itatolewa kwa mizimu ili ndoto za wachawi wote zitimizwe katika siku ya ndoto. Siku ya ndoto ilikuwa ni siku iliyofuata baada ya siku ya uchaguzi wa Kuzimu. Katika siku hiyo wachawi wengi huwa wanafurahi sana, kwani ndoto zao huwa zinafanya kuwa za kweli. Safari ya Tamara, mwanaye Amani na baba yake mzee Juma ilikuwa ni ndefu, lakini ilipofika majira ya jioni, hatimaye walifika katika kijiji cha Kuzimu. Kijiji hiki kilikuwa ni cha adabu sana. Kama mtu asiyekuwa na nguvu za giza angepita eneo hili, basi angeona miti tu, lakini kwa wachawi kijiji hiki kilikuwa ni mji mkubwa sana. Tamara na baba yake walifika na walikuta wachawi wengine wakiwa wamefika tayari na wengine wakiendelea kufika kutoka maeneo mbalimbali. Kila mmoja wao alikuwa na hofu na furaha moyoni. Watu walikuwa wakisalimiana salamu zao za kichawi na kuongea mambo mbalimbali. Baada ya muda, wachawi wote walikusanyika, walikuwa wengi sana, wanaume kwa wanawake, na wengine walikuja na watoto wao. Mbele yao alisimama bibi mmoja mchawi mkuu, aliyejulikana kama Bibi Matilda. Bibi huyo alisema: Karibuni nyumbani katika kijiji cha kuzimu. Leo mizimu itachagua kuwa ne damu gani itumike kama kafara, ili ndoto zetu zote ziweza kweli. Wachawi wote walifurahi sana na kupiga kelele. Jambo hili lilifanyika mara moja kila baada ya miaka mitatu. Kila mchawi mmoja alipewa karatasi moja na alitakiwa kuandika jina la mtu mmoja alimpenda sana kutoka moyoni. Hii ilikuwa sana, ni sehemu ngumu sana, kwani kila mmoja huwa anatoa machozi akihisi huonda anayemwandika akachaguliwa kuwa damu ya sadaka. Hatimaye wachawi wote walianza kuandika katika karatasi zao kwa kutumia unyoya ulioko katika damu. Watu waliwaandika wale waliowapenda sana, wazazi wao, rafiki zao na hata wapenzi wao. Baba yake Tamara alimwandika mwanae Tamara, kwani alimpenda sana lakini, Tamara alifikiri kwa muda na aliamua kuandika jina la mwanae wa pekee Amani, aliyekuwa mgongoni amejilalia. Tamara aliandika jina hilo huku akitoa machozi. Baba yake alimwambia, usihofu binti yangu, nina matumaini kuwa mwanao hatachaguliwa kwa damu ya kafara. Baada ya muda kupita, watu wote walishaandika majina ya wale waliowapenda, na kiongozi Bibi Matilda alisimama na kuamuru watu wote kutupia karatasi zao katika chungu kikubwa kilichokuwa na moto ndani yake. Baada ya jambo hilo kufanyika, Bibi Matilda alinyanyua mikono angani na kuanza kusema maneno ya kichawi. Nie mizimu Viongozi wetu leo tunawaletea wale tunaowapenda, na nyie mtuambie kuwa ni damu ya nani inafaa kwenu na sisi tutatekeleza, Bibi Matilda aliongea kwa sauti, na hatimaye mwanga mkali ulitokea na chungu kile kilitoweka mbele ya macho yao. Ghafla wachawi wote walianza kuimba wimbo wa kichawi kwa pamoja, na baada ya muda chungu kile kilirudi kutoka kusikojulikana. Lakini hili lilikuwa ni jambo la kawaida kwao. Bibi Matilda alishika chungu, na sasa hakukuwa na karatasi nyingi bali ni karatasi tatu, na karatasi hizo zilikuwa na majina ya watu watatu ambao mizimu iliona kuwa wangefaa kwa damu ya kafara. Hapa kila mmoja alikuwa akitetemeka kwa hofu, akijiandaa kusikia majina hayo matatu. Bibi Matilda alisimama na kushika karatasi zile ili kuzisoma. Bibi huyo ambaye umri umemwenda sana alisafisha koo lake na kuanza kusoma majina yale. Kila mmoja jasho lilimtoka. Bibi Matilda alianza Jina la kwanza ni Ezekieli, mume wa mama Isaya. Mama mmoja aliposikia jina hili alilia sana, kwani jina la mumewe lilichaguliwa. Bibi Matilda aliendelea, huku kila mmoja akiwa na hofu kubwa. Jina la pili ni Furaha, baba yake mzee Judi, na jina la tatu ni Amani, mtoto wa Tamara. Tamara alihisi kuwa masikio yake anamdanganya. Ya Tamara alisikia jina la mwanaye, alilia sana, lakini baba yake na wachawi wengine walimfariji. baada ya majina yote kutajwa, sasa wachawi wote walitakiwa kupiga kura na kuchagua mtu mmoja ambaye atakuwa damu ya kafara siku ya kesho. Tamara aliinama na kujiambia kuwa mwanaye atasalimika kuchaguliwa, kwani katika majina yale matatu alitakiwa kuchaguliwa mtu mmoja tu. Kila mmoja alipewa tena karatasi na kutakiwa kuandika jina la mmoja kati ya majina yale matatu yaliyochaguliwa. Watu wote waliandika kwa kutumia damu na Bibi Matilda alitumia nguvu zake za giza na hatimaye alijua kuwa ni jina gani limeandikwa mara nyingi. Akiwa na sauti yenye mamlaka, alisema, sasa ninaenda kusema kuwa ni nani atakuwa damu ya kafara hapa. Tamara moyo ulikuwa ukimwenda mbio, akiogopa sana. Bibi Matilda aliendelea, mtu ambaye atakuwa damu ya kafara ni Amani, mtoto wa Tamara. wachawi wengine walifurahi sana kunusurika, lakini kwa Tamara ilikuwa ni majonzi, kwani mwanaye atendwa kupotea siku ya kesho. Tamara alilia sana baba yake alimfariji, lakini hakuweza kabisa kumfuta machozi yake. Sasa siku ya kesho ndiyo siku ambayo ndoto za wachawi wote huwa zinafanywa kuwa za kweli. Wachawi husema ndoto zao, kama vile kumiliki majini, kuwa na mavuno mengi, kuvunja upendo fulani, na wengine walitaka kuwa na nguvu hata za kuamuru upepo, na ndoto zao zikawa za kweli. Watu wote walianza kurudi vijijini mwao, na Tamara alitakiwa kesho aje na mwanaye ili atolewe kafara. Kila mmoja alikuwa na tabasamu usoni isipokuwa Tamara na baba yake. Tamara, mwanaye Amani na baba yake walirudi nyumbani na kukaa kufikiria siku ya kesho. Baba, bado nampenda sana mwanangu, ni ngumu kwangu kumpoteza, aliongea Tamara huku akimtazama baba yake. Baba yake alimshika mkono. Mwanangu, hata mimi nampenda sana Amani, lakini mizimu imemchagua na sisi hatuwezi kunibadilisha hilo wala kulikwepa. Tamara hakuongea tena, bali alinyamaza akimwangalia mwanaye huku akifikiria sana. Basi walipata chakula cha usiku na kila mmoja alienda kulala, lakini kwa Tamara huu haukuwa usiku, bali ni giza lililojaa mawazo na maamuzi. Huu ndio ulikuwa wakati wa kuagana na mwanaye kipenzi Amani. Tamara alimpenda sana mwanaye Amani, lakini hakujua kuwa afanye nini. Baada ya mawazo ya muda mrefu, Tamara alinyanyuka na kupangusa machozi usoni mwake. Alijifunga kanda vizuri na kwanza kuweka baadhi ya vitu katika mfuko aliotumia kuhifadhia nguo. Aliweka chakula katika mfuko huo, kisha akachukua baadhi ya nguo za mwanaye na kuziweka humu pia. Alivaa viatu vyake na kumbeba mwanaye mgongoni, ambaye alikuwa amelala usingizi. Baada ya hapo, alichukua taa ya kandili iliyokuwa chumbani mwake na fimbo ndefu. Alisimama na kutazama chumba chake na kujisemea, kwa heri, nampenda sana mwanangu. Tamara alianza kutembea taratibu na kwa umakini kufuata mlango wa kutokea nje. Alifungua mlango taratibu na alitembea upesi kuacha nyumba yao. Muda huu baba yake alikuwa amelala na asijue chochote. Tamara alizidi kuongeza mwendo akielekea upande wa mashariki, akifikiria kumwokoa mwanaye. Kididi kilikuwa kimya sana, mbalamoisi ilikuwa akimsindikiza Tamara katika safari yake. Tamara alifikiria kukimbia na kwenda mbali sana. Maamuzi aliyofanya Tamara yalikuwa ni ya kipekee na ya kijasiri, kwani kwa miaka mingi sana hakuna mchawi yoyote aliyewahi kufikiria kuikimbia siku ya kutolewa kafara kwa ajili ya ndoto za wachawi. Tamara na monae hawakujua, hawakujuwani wapi wanaelekea, lakini hawakuwa peke yao, kwani sauti za wadudu, upepo mzuri na nyota, vyote viliwasindikiza katika safari yao na kuwapa matumaini kuwa watashinda katika vita kubwa iliyokuwa mbele yao. Muda ulisonga mbele na jua likachomoza. Baba yake Tamara, mzee Juma, aliamka na kwanza kujiandaa ili kuelekea huko katika kijiji cha Kuzimu. Alianza kumwita mwanaye Tamara kwa sauti ya chini, lakini alishangaa kuwa mlango wa chumba cha Tamara ulikuwa wazi na hakukuwa hata na sauti ya Amani akilia kama ilivyokuwa kawaida yake. Aliingia ndani ya chumba cha Tamara na alikuta kuwa hakuna Tamara wala mwanaye. Alianza kuita kwa sauti ya juu, lakini hakuambulia chochote. Sasa alianza kufikiria kuwa huenda binti yake Tamara ameamua kuchukua maamuzi magumu, kwani alimpenda sana mwanaye. Mzee Juma alipoteza furaha kabisa, hakujua kuwa ataenda kusema nini kwa bibi Matilda atakapoulizwa kuwa mwanaye Tamara na Amani wako wapi. Aliamua kujiandaa na kuanza safari, na majira ya jioni alifika katika kijiji cha Kuzimu, huku kila mmoja akijiandaa kutadia ndoto zake, lakini mzee Juma alijua kuwa siku hii tayari imeshaharibika. Bibi Matilda alisimama na kusema Karibuni katika ile siku ya chai wote kutimiziwa ndoto zao. Leo kila mmoja ataona malengo yake yakiwa hai. Kila mtu alifurahi na kushangilia, lakini mzee juma alikuwa amejiinamia. Bibi Matilda aliamuru chungu kikubwa kilete mbele yake kwa ajili ya kuwekea damu ya kafara, kisha akasema, sasa naomba Tamara umlete mwanao ili tuweze kumtoako mizimu hapa. Kila mmoja alitulia kumtazama Tamara akiwa anampeleka mwanae katika mikono ya mizimu. Lakini haikuwa kama walivyotarajia, kwani Tamara hakuonekana kabisa. Kila mmoja alianza kufikiria kuwa Tamara atakuwa wapi. Bibi Matilda alimtazama Mzee Juma na kumuuliza, Mzee Juma, binti yako yuko wapi? Mizimu inasubiri damu ya mwanaye ili iweze kutimiza ndoto zetu. Mzee Juma alianza kutetemeka huku jasho likimtoka. Kiongozi wangu, Bibi Matilda, nilipoamka sikumkuta Tamara na sijui yuko wapi. Mzee Juma alipomaliza tu kuongea Ghafla hali ya hewa ilianza kubadilika, wingu zito lilitanda angani, upepo mkali ulianza hii. Iliashiria hatari kubwa sana, kila mmoja alianza kuogopa kwa kwani kosa la mtu mmoja lingeweza kuwa tatizo kwa wote. Bibi Matilda aliongea kwa ukali, mzee Juma, nadhani binti yako amefikiria maamuzi ya hatari sana kwa zaidi ya miaka mia tano hakuna mchawi yeyote aliwahi kuikimbia siku hii. Ni lazima damu ya mwanaye ipatikane na bila hivyo laana kubwa sana itatupata sisi sote, kwani tumeshaiahidi mizimu kuwa tutaipatia damu hiyo. Bibi Matilda alikuwa akiongea kwa msisitizo mkubwa sana. Radi zilianza kupiga, uoga ulitawala kwa kila mmoja. Bibi Matilda naye alianza kuogopa na kusema, ni lazima Tamara na mwanaye wapatikane. Nguvu zake si chochote dhidi yetu. Kila mmoja atumie uwezo alionao ili kumleta Tamara hapa. Damu ya mwanaye ni lazima iletwe hapa. Watu walisikiliza kwa umakini akiwemo mzee Juma. Hali ya hewa ilizidi kuchafuka ikiashiria ukubwa wa kosa lililofanyika. Wachawi wote walianza kurudi majumbani mwao na kila mmoja akifikiria kutumia uchawi wake kadri awezavyo ili kumpata Tamara na mwanae. Mzee Juma japo Tamara alikuwa ni binti yake, moyoni alijawa na kisasi na kiu ya kumpata Tamara ili ndoto zake zifanikiwe. Alipofika nyumbani aliingia ndani na kutoa baadhi ya vitu vyake vya kufanyia matambiko ya kichawi. Alitoa chungu cha zamani mkia wa kondoo, na alivaa mavazi ya jadi. Sasa siku hii ilibadilika kabisa na kuwa siku ya kumwinda na kumpata Tamara na mwanaye Amani. Katika msitu mmoja mnene na wenye kutisha sana, alionekana mama mmoja mwenye mtoto akiwa amekaa chini ya mti mkubwa. Huyu hakuwa mwingine bali ni Tamara na mwanaye. Hofu na matumaini vilichanganyikana katika uso wake. Alikuwa akila viazi na kumnyonyesha mwanaye na asijue ni nini hatima yao. Sauti za ndege wadudu, pamoja na upepo vilitawala msituni. Tamara alimaliza kula na aliamka ili kuendelea na safari yake. Sasa alikuwa ni kitu kinachohitajika na kila mchawi. Je, nini ni hatima ya tamara pamoja na mwanaye dhidi ya kundi kubwa la wachawi? Usisahau kusubscribe chaneli yangu, tuwe pamoja katika sehemu ya pili ya hadithi hii.